Jana katika simulizi ya mauaji ya muuguzi mstaafu wa Hospitali ya Rufaa KCMC, Patricia Ibreck mwenye umri wa miaka 66, tuliwaletea ushahidi wa mashahidi mbalimbali walioeleza taarifa za kutoeka kwake zilivyojulikana na hatimaye mwili wake kupatikana. Mauaji yalifanywa na mganga wa jadi, Omary Mahamudu Rang'ambo, ambaye alimuua mwaka 2021 kwa kumnywesha dawa zisizojulikana kisha kumzika nyuma ya nyumba yake na kumweleza mwanaye kuwa amechukuliwa na mizimu. Mauaji hayo yalitikisa mji wa Moshi na vitongoji vyake, hasa ikizingatiwa kuwa awali, miongoni mwa walioshikiliwa kwa mahojiano ni mtoto wa marehemu Uwende Mrema, ambaye baadaye ilionekana hakuhusika. Katika simulizi ya leo tunawaletea ushahidi wa Wende, mtoto wa marehemu, alieleza namna alivyokutana na waganga wa jadi kisha wakasalitiana wao kwa wao na wakabaki na mganga aliyefanya mauaji hayo. Katika ushahidi aliyoutoa mahakamani akiwa shahidi wa sita wa jamhuri, Wende anaeleza yeye ndiye alikuwa akiishi na mama yake na hakuwa na uhakika kama amekufa, ila aliambiwa alikufa mwaka elfu mbili na ishirini na moja. Aliieleza mahakama, kabla ya kifo chake, mama yake alikuwa na jeraha kubwa mguuni kiasi kwamba mguu ulioza, na kwamba alitibiwa katika hospitali mbalimbali nchini bila mafanikio. Mwaka elfu mbili na kumi na sita, wakati anasoma chuo kikuu Huria cha Tanzania yani o katika kituo kilichopo majengo mjini Moshi. Anasema alimwelezea dada mmoja masahibu anayopitia mama yake, ndipo akamtambulisha kwa mganga wa jadi. Alimtaja mganga huyo kuwa waziri Selemani Ali, aliyekuwa akiishi eneo la Njoro mjini Moshi, ambaye alimtibu yeye yani Wende na mama yake. Baadaye yeye na mganga huyo wa jadi walikuja kuwa na mahusiano ya kimapenzi mganga. Huyo alikuwa akiishi mwenyewe Njoro mjini Moshi, lakini ni Korogwe Tanga alikuwa akiishi na mkewe, watoto na mshtakiwa katika kesi hiyo Omari Mahamudu, ambaye naye alikuwa akifanya kazi za uganga pamoja na Waziri. Wakiwa Njoro na Korogwe, Waziri alimtambulisha Omari kama mwanafunzi wake wa shughuli za uganga na alikuwa akiishi katika mji wa Bomang'ombe uliopo wilayani Hai mkoani Kilimanjaro. Mwaka elfu mbili na ishirini Wende alikwenda Korogwe kwa Waziri na aliishi huko kwa muda fulani. Baadaye alirudi Moshi ambako siku moja Omari alimpigia simu akamuuliza kama amerudi Moshi, akamjibu ndiyo, amerudi. Ndipo Omari alimwambia yeye ndiye amemsaidia kutoka salama kwa mganga ambaye ni waziri. Omari alimweleza Wende kuwa bosi wake katika uganga, yani waziri alikuwa amemfanyia mambo mabaya na alikuwa anamtaka auze shamba na baadaye waziri angemuua yeye, yani Wende, pamoja na watoto wake na kuwafanya misukule. Katika ushahidi huu alieleza kuwa Omari alimweleza kuwa bosi wake hana uwezo wa kumtibu mama yake, hivyo alimtaka ampe kiasi fulani cha pesa ili amsaidie kumtibu yeye. Baada ya ushauri huo, anasema aliuza shamba kwa shilingi milioni thelathini na kumtumia Omari Wende. Alieleza kuwa Omari alimjulisha angekwenda Moshi akiongozana na mtoto wake aitwaye Abduli. Alifika akawatibu yeye na mama yake, akamwachia dawa kwa ajili ya mama yake na kuondoka. Lakini waliendelea kuwasiliana. Baadaye Omari aliendelea kuwasiliana naye kuhusu maendeleo ya mguu wa mama yake, na alikuwa akimtaka mara kwa mara amtumie fedha kwa ajili ya kufanya matambiko katika nyumba ya mama yake iliyopo Rau, mjini Moshi. Shahidi huyo aliendelea kuuza mali zake na kumtumia fedha Omari. Kwa mujibu wa shahidi huyo, hali ya mama yake haikubadilika, hivyo akamtaka Wende amwambie Omari kuwa hataki aendelee kumtibu na amweleze kuwa yeye yaani Omari na washirika wake ni waongo na matapeli. Wende alieleza mama yake pia alimwambia Omari na wenzake walikuwa wanadai pesa nyingi. Wende alivyomwambia Omari, alichukizwa na hilo, akamwambia mizimu haijafurahishwa hivyo ingemwadhibu ama kumuua. Katika ushahidi wake ameeleza, baada ya kauli hiyo alimwomba radhi Omari kwa niaba ya mama yake ili asije akadhurika kwa njia yoyote, na hakuwasiliana tena na Omari kwa kipindi. Wende aliiambia mahakama kuwa mwanzoni mwa mwaka 2021, Omari alimpigia simu akimweleza kuwa anataka kwenda nyumbani kwao, kwamba kuna dawa alitaka kuwapelekea na kumaliza kazi ya uganga ambayo alikuwa anaifanya. Kweli Omari akaenda nyumbani kwao na kumpa dawa na akamtaka ampe kikombe na kijiko ili awape dawa ambayo yeye na mama yake wangeinywa. Kwa mujibu wa Wende, mama yake alikataa kunywa dawa hiyo na alipomweleza Omari akamtaka yeye, yani, Wende abaki nje ya nyumba ili mwenyewe aingie sebuleni kwa lengo la kuzungumza na mama juu ya uamuzi huo. Baada ya muda mfupi Omari alimfuata shahidi huyo nje alipokuwa, akamweleza kuwa mama yake amekubali kunywa dawa ambayo amewaletea. Akaimimina dawa hiyo na kumtaka Wende anywe na achukue nyingine ampelekee mama yake. Mganga huyo akamtaka Wende asubirie nje. Baadaye mama yake alikwenda maliwatoni na akamuita Wende akamsaidie. Alipokwenda alimkuta mama yake akiwa amechoka na anatokwa na jasho. Mama yake e alimwambia anajihisi kutapika, hivyo ampeleke nje. Ndipo wende alimwita Omari na kumuuliza ni kwa nini hali ya mama yake imebadilika ghafla, naye akamwambia ana matatizo makubwa. Kwa mujibu wa ushahidi wa Wende, alimchukua mama yake na kumpeleka sebuleni akamt akamkalisha kwenye kochi lakini mganga akamtaka ampeleke kwenye chumba chake cha kulala, kwani anahitaji kupumzika. Alimpeleka mama yake chumbani ambako alimpa ndoo na alitapika sana. Akamweleza Omary hali ya mama yake imebadilika sana, lakini akamjibu hiyo inasababishwa na dawa alizompa na zinaonyesha kufanya kazi. Omary akaenda nje na kurejea na dawa kwenye kikombe, akampa tena mama yake akieleza itamsaidia kuacha alimlazimisha kunywa kwa kuwa mama yake alikataa kuinywa. Usikose mwendelezo wa simulizi hii kesho, ambapo tutaeleza kilichoendelea na namna mauaji yalivyofanyika kisha mganga kumzika Patricia. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital, usiache kulike, kukomenti, kusubscribe channel ya Mwananchi Digital. Mimi ni Jesse Tunuka.